Unaona, then tumesikia bado seneta mwingine ambaye ameingia tu the first time kutoka Murang'a, eti anakuja ku advise Raila Odinga, eti kuja Gachagua kupewa president. Mtu alishindwa ku protect deputy president ambaye alikuwa nayo, alishindwa ku protect mtu. Ambaye anaenda leo kanisa, anashindwa amekatazwa kuongea, hakuna mtu anamngoja, na nasikia wengine wanasema anataka kuweka wengine governor. Anatoka nje ya kanisa, hakuna mtu anamngoja Raila Odinga. Hata akikuja Murang'a, akitoka nje, akinyimwa nafasi ya kuongea kwa kanisa, watu wa Murang'a watajua, wasikie baba anataka kusema nini? My friend, eti una advise Raila Odinga, itakuja ngashagwa amweke president sigashagwa, sahi yako na Kalonzo ama Kalonzo, si mwanaume si yako na, amekuwa na amekaa kama mtoto misa akiwafuata na mapua kubwa kila siku kwenye simumpe simmekuwa na Matiang'i Si mumekuwa na nini na, si bado mko na kina Mata Karua? Si mwape sisi. Kwa sahi kama supporters wa Raila Odinga, mumekuanga mkinyang'anya muki Raila Odinga, tunataka William Ruto. Hiyo system ukisa tumia 2027, vunja hiyo system, then mtu mwingine akuja apate nayo president. Na mimi ndo nasema ya kwamba sisi kama supporters wa Raila Odinga hatuna haja na presidency hatutaki kukuwa president, hatuna haja ya kukuwa president saa hii. Haja yetu kubwa ni Ruto vile atakula term yake ya pili 2027, na after hapo tuungane kama Western Alliance, tukuwe pamoja na Ruto afunje hiyo system, aweke ya kwamba kila Mkenya akuwe na haki na kuwe na dream kukuwa president Kenya hii Sahii Ruto mmejua, askari mashara amesema hii kitu kwa sababu anajua Ruto anaenda kuvunja hii kitu. Watu wahesabiwe tena tujue kabila gani weki wakina nani wengi, kwa sababu hii system tuliuzia ya kwamba nyinyi ndio wengi, eti mkibaku mtu anakuwa president. Nashukuru kila mtu, Mungu akupee hai baba Sheline. Sahii nasikia wanakuita His Excellency, wengine wanakuita El Chapo. Hiyo ni jina nzuri, na sisi tunasema ya kwamba baki kuwa El Chapo na ukuwe El Chapo ambaye ana deal na system ya upuzi ambayo imetunyanyasa since independent. Nikirudi sahii huyu Raila Odinga ambayo mna nini sahii, mnakuwa mnalilia Ruto ya kwamba oo, etikodema ameshikwa huku, anaitwa Nduta juzi hapa, one month ago Raila Odinga alikuwa anataka kiti ya chairman ya AU, mulisema muko na Kamau, muko na Njoroge wa Jubuti ambayo alienda kuishi Jubuti sahii kazi ya chairman ya AU ya kwanza. Kitu kama hii ingefanyika, mimi mwenyewe mungenipigia simu kama gaito president, nipigie baba Raila Odinga niseme ikumsiana itu Kenya anaitwa Nduta ameshikwa na, na bangi, baba wasinyongwe. Unaona, juu baba ni african chairman ni u a watu. Raila Odinga angekuwa na contact ya ma mapresident wengi na international community wengi, wale ambao wanamsikiza angepiga simu. Na juu mulisema ya kwamba eti Raila Odinga afai, mko na kandidati wa Jibuti, mujapigia huyo Njoroge wa Jibuti ili asaidie huyu msichana unaona juu kandidati ya Ruto ilikuwa ni Raila, mulikataa, mukasema nyinyi mnasapoti mtu wa Jibuti. Nyinyi mnatakanga zile mko na shida, wakenya wakuja wasaidie, Raila Odinga kuja asaidie ama ama nini akuja saidie, lakini nyinyi watu wakikuwa na shida mnakataa, mnasema hiyo kitu hamtambui.